Mambo vipi mwanamichezo, tunakwenda kuangalia stori kubwa ambayo imetrendi barani Afrika mpaka wakati huu, na stori hii ni juu ya dabi ya Cairo, kile ambacho kinaendelea kule nchini Misri, mchezo ambao ulitarajiwa kufanyika jana usiku, mchezo ambao anakutanisha Al Ahly dhidi ya klabu ya Zamalek, zote hizo kutoka jijini Cairo, Misri. Sasa mchezo huu haukufanyika kwa sababu Zamalek walikwenda uwanjani, Al Ahly hawakuenda uwanjani, hivyo uh, mwamuzi alipuliza kipenga cha mwisho na Zamalek, kwa mantiki hiyo kikanuni, maana yake wanatakiwa kupewa ushindi wa mabao matatu kwa sifuri ambao watakuwa wameupata kutokana na kanuni za Al Ahly kutokupeleka timu uwanjani. Sasa jambo hili linakuja baada ya sakata lililotokea siku chache hapa Tanzania, siku ya Machi nane dabi kubwa miongoni mwa kubwa barani Afrika, dabi ya Kariakoo haikufanyika katika uwanja wa Benjamin Mkapa baada ya wekundu wa Msimbazi Simba kuthibitisha kwamba hawatocheza mchezo huo kufuatia uh, kunyimwa haki yao ya kikanuni ya siku moja kabla ya mchezo, muda ule ule wa mchezo kwenda kufanya mazoezi katika kiwanja cha mchezo, na waliweka wazi baadaye. Mamlaka pia zikaja kuzungumza na klabu ya Young Africans ambao ni wahusika pia wa mchezo huo wote walikuwa wamezungumza. Sasa baada ya kutokea kwa kwa kadhia hii kwa Tanzania, a, sasa imetokea tena situation kama hii kwa huko Misri, kwa maana ya mchezo kuto kufanyika. Kwa nini dabi ya Cairo haijafanyika? Maswali yamekuwa mengi, watu wanataka kujua imekuwaje? A, katika taifa la Misri hizi timu mbili ni timu zenye nguvu kwelikweli, kwa maana ya Al Ahly na Zamalek ndio timu ambazo zimegawa mapenzi ya Wanamisri. Sasa kilichotokea, uh, wanapokuwa wanakutana katika dabi ya Cairo, au jina jingine linaitwa Arab Classico. Uh, mechi zao zimekuwa na malalamiko ya uamuzi kwa miaka mingi sana, lakini uh, kwa miaka hivi karibuni kulikuwa kuna makubaliano maalum ambayo yaliwekwa kati ya hizi klabu Al Ahly Zamalek, pamoja na bodi ya ligi juu ya kutumia waamuzi wa kigeni when it comes hii dabi ya Cairo inafanyika. Sasa waamuzi wa kigeni wamekuwa wakitumika kwa miaka ya hivi karibuni, lakini katika dabi ya Cairo ambayo ilitarajiwa kuchezwa jana, stori ilikuwa iko tofauti, kwa sababu uh, waamuzi ambao walikuwa wamepangwa na bodi ya ligi ilikuwa uh, ni waamuzi wa, wa zawa tena, sio bodi ya ligi uh, chama cha soka cha Misri, kwa maana TFF yao ndio inayoshikilia waamuzi. Walipanga waamuzi wa zawa uh, mlolongo uko vipi? Uh, mwenye haki au mwenye dhamana ya kuleta waamuzi ni bodi ya ligi, lakini yeye anawaomba kutoka katika TFF ya Misri kwa maana ya EFA Egypt Football Association, chama cha soka cha Misri. Chama cha soka ndio kinatoa waamuzi, waamuzi wale ndio wanatumika uh, kwa ajili ya michezo, na hiyo sio tu Egypt, hata hapa Tanzania bodi ya ligi inaomba waamuzi kutoka katika uh, TFF. Sasa basi, uh, kwa minajiri hiyo, uh, katika mchezo huu wa dabi ya Cairo, uh, Al Ahly ilikuwa wameandika barua maalum kuipeleka katika bodi ya ligi wakiwasisitiza kwamba uh, tunahitaji uh, mwamuzi wa kigeni ndo aje kuchezesha huu mchezo. Lakini baada ya kuletewa waamuzi wazawa wakatoa taarifa, kwa kwenda mbali zaidi wakasema kwamba uh, hatupo tayari kucheza hii dabi endapo watatumika waamuzi wazawa, lakini kama haitoshi, tuko tayari kujiondoa katika ligi kuu ya Misri endapo hatutosikilizwa matakwa yetu. Wakenda mbali zaidi wakasema, kamati inayosimamia waamuzi ndani ya soka la Misri iongozwe na wageni, yani uh, ile kamati ya waamuzi watoke wageni nje ya Misri ndo waje kuiendesha hii kamati uh, ya waamuzi kwa pale Misri. Kwa hiyo madai yao ni hayo, na endapo hatutosikilizwa, basi tutajiondoa katika ligi kuu ya Misri. Sasa haya walikuwa wameongea muda mfupi, masaa machache kuelekea katika mchezo, na walisema huu mchezo tunaomba upelekwe mbele mpaka pale watakapoletwa waamuzi wazawa. Sasa baada ya kadhia hii kutokea a, chama cha soka cha Misri EFA chini ya Hani Aborida ambaye pia ameshinda uwenyekiti wa zoni ile ya Afrika Kaskazini hapo jana alieleza kwamba hawakupokea taarifa yoyote kutoka kwa bodi, hawakupokea taarifa yoyote kutoka kwa bodi ya wacheza ya waamuzi wa kigeni katika mchezo wowote, sio tu katika dabi ya Cairo, mchezo wowote hawakupokea uh, maombi ya waamuzi wow, wa kigeni. Hivyo basi wao walipoombwa waamuzi wakapeleka waamuzi wa ndani kwa maana ya, ya, ya, ya, ya wazawa jambo ambalo uh, limezua limezua taharuki maanake, mawasiliano kama hayakuwa mazuri na makubaliano pia kama hayakuafikiwa, kwa sababu Ahli wamesimama katika makubaliano ambayo walikuwa nayo hapo awali, lakini stori imekuwa tofauti. Chama cha soka kimepeleka waamuzi, lakini chama cha soka hicho hicho kimepeleka waamuzi wa zawa. Na baada ya kusema hivyo, ikawa wameshea picha za kuonesha wale waamuzi wa zawa wakiwa wanapatiwa uh, elimu, wanapatiwa semina wanasisitizwa juu ya kuchezesha kwa fair, kuwa waungwana katika michezo. Na instructor au mkufunzi ambaye walimtumia kwa ajili ya kuwatengeneza hawa waamuzi kwa, wa kwa ajili ya kuwaandaa hawa waamuzi alikuwa ni Oscar Ruiz kutoka Colombia. Huyu ni, ni ni mwamuzi instructor wa kimataifa kutoka huko Colombia. Kwa hiyo walishare picha nyingi za kuonesha akiwa huyu uh, Oscar Ruiz anawapa maadili ya nini ambacho wanatakiwa kukifanya katika mchezo huo na pia uh, soka, uh, uh, TFF ya Misri kwa maana ya EFA wakasema kwamba sisi tunaamini katika waamuzi wetu andani, wa ndani wamenyoka, wanaweza kuchezesha huu mchezo na mambo yakawa vizuri. Sasa uh, huo ni upande wa chama cha soka, so Al Ahly bado hawajaja na kauli nyingine, tunasubiri kuona watakuja na kauli gani juu ya hiki ambacho kimetokea. Lakini upande mwingine, upande wa klabu Zamalek wenyewe, wako vipi? uh, afisa habari wa klabu ya Zamalek ye yeah, aliendelea na mlolongo kama kawaida kwamba klabu inacheza dabi ya Cairo na inaelekea uwanjani. Na kweli bwana, basi lao lilionekana kuingia uwanja wa Cairo International, uwanja wa mechi. Walipoingia kakuta mashabiki wao wa Zamalek, wakawa wanafanya pitch feeling, baadaye wakafanya warm up kujiandaa na mchezo. Walivyomaliza warm up uh, wakaingia sasa kwa ajili ya kucheza mchezo rasmi, na ukaguzi ulifanyika kwa maana ya itifaki ya kimchezo ilifanyika walikaguliwa, na seti ya waamuzi kama haitoshi, walikaa pale kwa dakika ishirini wakimsubiri Al Ahly atokee kama kanuni inavyotaka, lakini Al Ahly hawakutokea. Mwamuzi Mahmud Basyun akapuliza kipienga cha mwisho, na maana yake ni kwamba Zamalek itifaki zote wamezizingatia, hivyo anastahili kupewa alama za mezani kwa maana ya ushindi wa mabao matatu kwa sifuri. Sasa sakata limelalia hapo. Zamalek ameshapewa hiyo tayari, lakini tunasubiri kuona mamlaka ya soka ya Misri yataeleza nini. Kama haitoshi, Al Ahly watakuja na nini? Je, watajitoa kweli kama walivyosema? Na adhabu ya kujitoa katika ligi kuu ya Misri, miongoni mwa adhabu nyingi ambazo zipo, lakini tatu ni kushushwa daraja kushiriki katika ligi kuu ya Misri. Endapo utajitoa kwa hiyo, maana yake wewe, kwa sababu ni mwanachama wa un, un, unaiwakilisha bendera ya Misri, maana yake utashushwa madaraja, hilo la kwanza. La pili, utazuiwa kupata haki zote za uh, za, za kifedha kwa maana la matangazo ya wadhamini, matangazo ya television na kadhalika, utazuiwa usipate. Na eneo la mwisho ni kulipa fine au kupigwa fine ya Egyptian pound milioni ishirini, zaidi ya bilioni moja ya Kitanzania. Kwa hiyo hiyo ndio adhabu ambayo huenda wakakutana nayo Al Ahly endapo watajitoa kushiriki katika ligi kuu ya Misri. Uh, kwa hiyo huo ndo mchakato mzima ulivyokuwepo, lakini Al Ahly wana nguvu. Sidhani kama inaweza kuwa rahisi kwa mamlaka kukubali Al Ahly ijitoe. Hiyo ni upande mmoja, lakini je, ukisema Al Ahly wasijitoe katika ligi na huu mchezo aliomba usogezo mbele kwa madai moja mbili tatu, vipi kuhusu Zamalek like kwa sababu na wenyewe kama Al Ahly ni timu yenye nguvu, ina msuli wa kutosha, watakuwa tayari kuambiwa kurudi tena uwanjani wakacheza? Na ikumbuko wamesisitiza kwamba hawako tayari kurudi tena uwanjani kwa ajili ya dabi ya Cairo. Wao wameshachukua alama zao tatu na magoli yao matatu. Uh, dabi ya Cairo imeishia hapo. Kwa hiyo uh, hiyo ndo kadhia ambayo inaendelea kule Misri na kimsingi uh, dabi hii ya Cairo ni dabi kubwa. Hizi timu mbili zinatunishiana misuli sana, na zimekuwa katika debate ya muda mrefu, hata ile debate ya nani bora wa muda wote katika karne hizi mbili, kwa maana ya karne ya ishirini na karne ya ishirini na moja Ingewaje, kaf waliwahi kusema kwamba karne ya ishirini kwa maana ya miaka elfu moja na mia tisa mpaka mwaka elfu moja mia tisa tisini na tisa klabu bora ni Al Ahly, jambo ambalo Zamalek limewauma mno, na mpaka leo wanapoposti baadhi ya picha zao huaga, wanaandika pale, sisi ndo klabu ya karne ya ishirini ndo klabu bora, kwa sababu walichukua mataji mengi. Of course wote walichukua mataji sita kwenye karne hiyo, lakini uh, katika mataji sita hayo, manne kwa upande wa Al Ahly yalikuwa ni ya CAF winners, yani kikombe cha washindi, na wakati huo manne kwa upande wa Zamalek yalikuwa ni ya ligi ya mabingwa Afrika. Hivyo wanasema wao, wow, ndio bora wa muda wote. So ni debate ambayo zimekuwa zikiendelea kule Misri. Lakini sakata ndo limebaki hapo. Hizi ni timu strong kweli kweli. Je, yeah, hili hapa kwetu lingeweza kutokea?